Na um, kutoka pande zote za dunia Australia, Canada, USA, zinaito pamoja na East Africa bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe umote. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na, na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi, tume namba ambazo uko naziona hapo kwa skrini yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Saidia Baraka One TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka One TV, saidia wazalendo <tip> <tip>

Yes, tuko saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki. Mimi ni baba la baba, mzee wangu Asuma Rajabu akili Kabonga Maiko na kurushia haya matangazo. Ndugu zangu, tunahitaji kuweza kununua drone, kwa hiyo tunahitaji msaada kutoka kwenu, mtunge mkono kwa hali hii kuanzia hivi, kwa sababu ni wakati sasa umefika, tuwe na hicho kifaa ambacho kitatusaidia kwenye mahitaji mengine. Kwa hiyo kuwasiliana na sisi tumia namba ambazo kunaziona hapo, ili tuweze kupata hiyo drone. So uh, big up sana kwa wote ndugu ndugu jamaa na marafiki ambao watakuwa wako natusikiliza, ambapo wanatusikiliza, na tusikilize wananchi wana nini kwa siku hii ya leo. Hey, hello Bwana Rajab wakili Kabonga habari, yeah, za masiku ndugu yangu uko salama? Ya, tuko salama kabisa, tunamshukuru Mungu vrema, na nasalimu wamambre wote kabisa ambao wako nachangia hapa mawazo kwenye Baraka One TV. Tunawashukuru nyiwe wote kabisa kwa kazi ambayo tuko pamoja kabisa kwa kuweza kuchangia mawazo hapa vraiment, ba courage vrema, vrema tushikane tu mkono hivyo hivyo ya eba vraiment ongera kwa kazi ambayo wazalendo wamefanya wa vraimen na FARDC vraiment kouraje kabisa vraiman haiko sisi nio tunaona wale wajinga wanatoka hapo mwahiyo uvira vraiman e bana tunamshukuru mungu sana kabisa na jina la, la bwana libarikiwe sana kabisa bwana rajabo tunashukuru sana kabisa na tunaendelea kukushukuru pia na wewe vrema, kwa kazi ambayo unaendelea kuifanya kabisa. w tunakuombea Mungu vrema, eh bana, hii vita kiisha vrema, ah lazima tu ukue tu e, journaliste kabisa international kabisa wa Kongo kabisa wa kimataifa, lazima hawezi kosa kazi Kongo ya yeah, hawezi kosa kazi Kongo vrema Eh, bana na siku ile yenyewe unaweza sema seme upostile ukota depute, na wewe ukota nani, ma lazima watu watakuweka mkono vrema. Tunaweza penda na wewe pia siku moja upostile hata ubu depute Bwana Rajab, kwa maana hii kazi ambayo uko nafanya na wewe ni vita kabisa yenyewe uko nafanya vrema. ya njoo hivyo ndugu yangu. Nilikuwa nataka kusema tu nashukuru sana kabisa kwa kuingia kwa wazalendo Uvira ya, na ingine, nilikuwa nilikuwa nataka ongeza kusema hivi ndugu yangu kuhusu wale wa refugie Rwanda, swadiza Banyamulenge benye, benye bako pale Uvira, wale watu hawako watu wa kubembeleza, walienda walienda, msiwabembeleze, walienda, walienda. Wah, watu ni wanafiki. Ah, watu bwana Rajab ni wanafiki moja wote wako kwa malengo tu ya kuweza kuwa kuangusha Kongo kwa malengo tu ya kuweza kufer sufriri Kongo yendelee kusufriri wale, wale watu hawatutakiake. Ah, mazuri naona. Ah, hawako hata watu kuombeleza, kama walienda waende. Jambo Bwana Rajabu akili kabonga eh, tunayo imani kubwa kwamba mko salama na tunaendelea kusikia namna kila kitu inaendelea kuakise ya Uvira. Tunashukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kutupatia ushindi ng'ambo ya diplomasia pia, ng'ambo ya kichapo kitakatifu. Kiukweli, wale watu watoke Muvira kwa kupenda hapo hapana. Walijikuta hawana njia wala mwanya ya kupitia ema. Na wanajikuta walisha pedre ya mingi. Ndio wanaamua watoke. Waoneshe Umoja wa Mataifa ya kwamba wanaheshimia CCLF hapana. Ama wanaheshimia l tusikie, wanatoka ukavu nafasi yoyote na Goma, nafasi yote ambao wanapatikana pale ni sawa e. Lakini Bwana Rajabu, kuna kitu ambacho mimi nasikia kinanikwaza, na pengine sitajua ongea tena kwa ajili ya kisirani ya ule mtu. Ule mtu kama ni msemaji wa kundi gani ile wazalendo wanasema ule mwanasema tamka maneno mabaya juu ya mzee William ya kutumba ha? ule mtu anasema, ana haya kabisa ya kusema kama deputy William ya kutumba anapiganaka haya kamataa kijiji kimoya. Ule mtu ni nani, na rebelio yake ilianza wakati gani, na alishapigana wapi na wapi mwa ile fizi kwanza, ndio tusemee ubie Sud Kivu mzima alishapigana wapi na wapi ha? kila kivusie, kila kivusie mzima, najua kama leo e, maimai mkubwa tuko naye ni nani? Ni ya kutumba mwatakuambia, kinyume ya pale maake ule hayapitia maenema ya mavita ya Sud Kivu, ile ni kweli. Mimi nakwambia kuna Rajabu ule mtu matajionesha yeye ni mkubwa kuliko e mzee William ya Kutumba, ule mtu ni mjinga na wala haiko mjinga lakini ni M23 yeye, ndio anaonesha William ya Kutumba ndio anakuwa adui. Ule mtu mchunguze mzuri na mtafute ule mtu atafutiwe, kwa hiyo akamatiwe na kundi yake yote sambarane, ipotee tu. limana alikuwa ule haiko tamu tu wa kubakia mbazalendo Aulize kila mkuu wa wazalendo mweiko, aulize aks ya Shabunda, aulize aks ya Mwenga, akse Bunyakiri. Watuambie nani maimai mkuu tuko naye leo huku kwetu Sud Kivu. Ndiyo, tuko navo vamingi, lakini hakutakuwa mweiko mpambanaji zaidi ya muzee William Yakutumba. Asifanye mchezo Asifanye mchezo. Hakuna siku libega itafikia ku kichwa, hakuna siku libega itapandaka juu ya kichwa. Ule mtu ajiheshimie na arudie kumedia aliongelea kwa ile maovyo yake, arudie kumedia aliongelea kwa ile maovyo yake, alombe msamaha. Kama haiko vile, atapigiwa na kila kundi yote ya wazalendo na Farde, sepi atampika kwa kuwa William ya kutumbo iko pale anaheshimia kila lua ya mtu mkubwa, anaheshimia guvernema ya, ya prezida wetu Felix Antoine Tshisekedi, na ndio maana FARDC pia anayo inawezi mu, mutia nguvu inawezimwura ule mutu. Oh, basi tusameane Bwana Rajabu, akili kabonga nasikia ule mutu ananihuzunisha sana, ananihuzunisha sana kuona anawezi ongea maneno ya namna ile ya mzee William ya kutumbwa ule mutu ni M23, ni mutu wa M23 ule, bila kupapasa macho huku na huku, ule mutu ni mutu wa M23. Hey, sawa asante bwana msemaji, habari ya Uvira leo. Nasi Kisangani tunaamka salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia. Tunaendelea kuambia Mungu aendelee kuwapa wazalendo na FARDC nguvu na kupatia wandugu zetu ya Sud Kivu na Nord Kivu nguvu juu, kama ukombozi naanza Uvira, maanake ni kuseme, naendelea fasi yote Kongo mzima, tunashukuru tunaona tunapata mamadua mupya mamadua mupya tena njo muzalendo na ule komanda wa FARDC mwenye saa iko naongoza vita wa baibu selogi, si tuko nasikia mnamutaya na, ba, pale na pale bakubwa ya bazalendo. Mungu aendelee kubapa nguvu, baendelee kupenda nchi sana, na Mungu aendelee kubainua nawe pia. Mungu akuinue. Baadhi ya watu wengi wanafata wanafata hii Baraka One TV lakini pia baadhi ya watu labda hawajakuongelesha na, lakini mi najua pamoja na Mungu e, watakuwa wanawasiliana. Na si tunashukuru Mungu kutupatia tena nguvu na uweza, morali ya ukamata Uvira kabisa. Kongo mzima na kila mkongomani mwenye haiko tu nyuma ya aba bauni wa M23, ni lazima kwe na furaha ya kuona ile kazi ya bazalendo wanafanya pale nafardesi na FARDC na nyie pia, ya morali yenu inawasaidia kasa, mko munapeperusha habari ya maneno ya ukweli yenye iko nafanyika kule. Tunashukuru Mungu, aendelee kubainua zaidi na kusalimu tena bwana msikilizaji wetu, tunashukuru sana Mupasha habari journalist wetu wa Baraka TV, tunashukuru Mwenyezi si Mungu na ongera kweli, ongera kwa kazi ambayo unayofanya na kwa taarifa ya habari unayotupatia uh, kila wakati kweli tunakufuata wakati wote na saa yote tunashukuru sana kweli. Kuna habari nyingine ambayo tu, tunakuwa hatuijui lakini tunaisikilia ni kwako, tunashukuru Mungu sana. Uh, tuko na furaha nashiye kuona Uvira inaachiliwa na watu, lakini kuna kitu kimoja nataka niongee tu. Unaona, anventurua hakutoka Uvira kusema bazungu balimpatia karatwitter a uh aa -uh. hakutoka vili

njo inapasha mukimbize M23. Narudia tena, kweli M23 kama anatoka pale Uvira haiko juu ya bazungu, ah -ah. ya mule munyumba kwenye mulimunyumba weano. Pale njo Kagame peke alisema Rwanda. Sasa ile milima yote ya Uvira, milima yote ya Uvira mventura bako mule mule. Ukiangalia sa partire ya kule Maluvunge, ukiangalia partire ya Maluvunge ya wapi na wapi na wapi kule kote ni kwabo, Kamanyola kama nyona kwabo izine yabo tena mudegre yote, sa pale njo kwenye tuko, tunaomba Mungu asaidie, tukaangalia kwa Mungu alete amani lakini kweli uh, siku tutasikia kaseme banatoka Bukavu banatoka uvira donk, banatoka Bukavu banatoka Goma ndo siku tuta komprandraka hii ni kitu kyenyewe, bo kama iko nafanya sa vile geste tu, azubarishe tu inchi yetu. km banatoka Uvira penye bana masakre batu vile banamaliza batu, balipie mudegre yote pale uvira. Bana PM kisha ukiangalia kule o plato banayala kule mudegre yote. Unaona vile bale hawatoke ule tu kwenye walitoka tu kule Rwanda wanaingia Kongo. Basi ndugu yangu kusema sema, murudishe ile nombre yote yenye litoka Rwanda M23 ingie irudia tena Rwanda ni bongo. Bakirudia san pursa, batarudia mwe di pursa, ingine nonante, yote humu munji ya Kongo. Alors pale njoo kwenye wetu, tunaombea nchi yetu ya Kongo, Mungu atuonee huruma kwenye bana pia vile Uvira vile bo kamba atasema akasema toke bokafu batafanyaka nini, itakuwa piaje na masakre ya sa nguvu sana ya kupita nivo, sa Mungu atuonee huruma. Na bila kukamata tu Kagame, mamalize nanga na vingine donke, nchi yetu kupata amani ni vigumu, ni bongo kabisa na hivi tu baliforme ba soda yetu ya Kongo baanza kuja kupiga bo peke sokoi matrone sawa, tuangalie kama labda bali watasaidia. Merci sana, tunashukuru Mungu. Mzee wangu Asuma baba la baba, habari <laughs> za huko, ndugu wazima eh? Si tupo safi Arizona, tunamshukuru Mungu, tumeamka salama, ndugu pia tumeamka na habari, tumesikia habari Hacha e, nikwambie tu kama utaendelea na kunikubali kwa mambo ambayo ninakwambiaga juu yao Watusi e, Mtusi yote sio tu hao Wanyarwanda, kila woti kwenye piko tu Mtusi bote ni nyoka moya e, na kunukuu wakati ulisema kama wawapi nationalite huko e, nayaona sasa hizo nationalite zilikuwa nasema kwa kwa niaba yako we kwa maoni yako huko naona watu wenyewe waliishi miaka na miaka pale Uvira, lakini leo wanajigumua wao peke yao, wanaenda wanaenda kwao. Acha nikwambie kama Wanyarwanda wote ambao wako huku Gisuli, sema wakitaka enda kufanya mariaji, tuko nao, tunacheza mpira wote huku. Wakitaka enda mavakansi, wanatoka hapa Rwanda wanaenda kwao, wanatoka hapa Marekani wanaenda kwao Rwanda. Ndio kwenye wameshajenga manyumba, ndio kwenye wanawekeza mali zao zote. Kisha hao watu unasema ngwecho wa wapi nationalite ni desordre yenye itango ya kuisha paka gisi kizazi kita kiki paka Yesu gisa takuja. Ni watu wa kutupilia mbali, ni watu tu wa kukemea, kuwaonesha tu ukuli wao, kuambia sisi na nyinyi mnaishi hapa kwetu, mnaishi kama wa etranger wa refugie tu. Hiyo inatosha, ndugu wa watu, wako tres complique sana sana. Sekuriti ambayo walikuwa na hiyo Uvira ilikuwa nazigia wa kongomani ambao ni wa kongomani, wana, wenye inchi lakini ona leo ambao wanayofanya Seblisi za serikali hizo zote mpaka tupate rais mwenye atakuwa na ukweli wote wa kuonesha watu na kuwaonesha hao Wanyarwanda, njo amani itapatikana. Njo hivyo ndugu yangu, kuraje? Tuko pamoja, na Mungu atusaidie amani ipatikane tu. Tufanye ile yetu tutafanya mkongo na sisi, maana tungali na oga na kufanya ile yetu mjifanya mkongo na misaada ambayo unasema za drone tutajitahidi, tutajitahidi. Eh, sawa sawa, siku, siku taona mimi malipo na kuye mimi sitakutanganya, nitatumika tena mimi nitatumikia inchi kwa hizi plane zote, hizi plane zote nimekupatia, hizi plane zote nilikupa, nikikuya, tunapasha kuzitia ankuru zitumike zinapasa kutumika, tuko zina zina yani zina na kijeshi hapo, zinapasa kutumika. Mafrontiere zote zinafungwa, yani zinazibitiwa na sisi, zinazibitiwa na guvernema ya kwetu, na plan yenyewe yenye niko nayo ya kutumika na ba chef ba, na ba nyumba kumi na, ba na ba chef de quartier ni plani nyingine nyingine, aiza fanana hata na plani zenye zilikuwaka zamani. Chef kutimia anapasha pokea nyumba kumi, anapasha kupokea chef de quartier, anapasha kupokea chef kutimia anapasha kupokea, kusudi asikule rushwa. Unono hapo niko nabisema, kwa sababu utawala unaanziaka chini, kila siku Uchunguze, uwe na chunguza. Mwenye anafanyaga sekirite patrui ya inchi ni chef de quartier na nyumba kumi na chef kutime, ndo watu wenye wanafanyaga patrui ya inchi, kisha wakokea kufuata wa mwisho, anakea kuwa ni polisi pajeshi. Kuna mtu anaza kuvapenya ndani, akaja kuikama, mwingine mwenye atajua kama mtu fulani alikuwa hapa, ni mgeni ni nyumba kumi ni chef de quartier, unaona, ni chef kutimie, ndio vile kisi utawala unaendaga. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka 1 TV. Mengine tukutana nene saa kumi na moja na nusu kupitia amkana Baraka 1 TV. Bye bye.